Zamani za kale, kabla hata miti haijajua majina yao, paliishi wanyama katika msitu mkubwa uliokuwa na mito ya ajabu na milima iliyozungumza kwa upepo. Miongoni mwao alikuwako Simba mfalme mwenye nguvu na hekima, pamoja na sungura mdogo lakini mwenye akili nyingi. Msitu huo ulikuwa umejaa uhai, hadi siku moja ambapo ukame mkubwa ulitokea. Jua lilichoma bila huruma, mito ikakauka, na majani yakageuka kuwa vumbi wanyama wakaanza kuhangaika kutafuta maji, wakihofia mwisho wao unakaribia. Siku moja, simba aliwaita wanyama wote kwenye uwanda mkubwa wa mawe. Akiwa amesimama juu ya jabali, sauti yake ilisikika kwa nguvu hu. Nani kati yetu anaweza kutuongoza tupate maji? Yeyote atakayefanikisha hilo nitampa nusu ya ufalme wangu. Wanyama wote wakaanza kunongona wengine wakaangalia chini, wengine wakatikisa vichwa vyao, hawakuwa na wazo lolote. Ndipo sungura aliyekuwa amekaa kimya pembeni akainua mkono wake mdogoye mfalme, akasema kwa heshima, nimeisikia hadithi ya Mto wa Siri ulio chini ya Mlima wa Kilio. Ni mbali, lakini ninaweza kujaribu kuufikia. Wanyama walicheka. E, sungura mdogo kama wewe Mlima wa Kilio una simba wa mawe, nyoka wa moto na upepo unaobeba roho. Lakini simba akiwa mwerevu akasema kwa sauti ya amri, mpe nafasi. Akishindwa, hatarudi, lakini akifanikiwa, ataandikwa milele. Kesho yake alfajiri, sungura akaanza safari yake. Alitembea siku nyingi kupitia nyika kame, akapita milima na mapango yenye kivuli kizito. Kila hatua ilihitaji ujasiri na akili. Wakati mwingine aliokoka mikononi mwa mwewe, wakati mwingine akajificha usiku ndani ya mashimo madogo. Siku moja alifika mbele ya pango lenye joto kali. Ndani yake nyoka wa moto alilala akitoa mwanga wa rangi ya dhahabu. E, nani anayethubutu kupita bila sadaka? Aliuliza kwa sauti ya moto. Sungura akasema kwa unyenyekevu, "Ninakuletea maneno matamu kuliko asali, usiponiruhusu, hakuna atakayekumbuka jina lako tena." Nyoka akatabasamu, akavutiwa na maneno hayo. Moto wake ukapoa, akamruhusu Sungura apite. Baada ya hapo, Sungura alifika kwenye pango lililokuwa limefungwa na jiwe kubwa lenye sura ya simba wa mawe. Kwa hila ndogo, Sungura akapiga kelele. Mara dunia ikatikisika, jiwe likapasuka, vumbi likapaa angani, na simba wa mawe akafumbua macho makubwa yenye mwanga. Kwa ghadhabu, akapiga miayo mikubwa, na ghafla, maji yakaanza kububujika kutoka chini ya ardhi. Hapo ndipo mto wa siri ukaanza kutiririka, ukiangaza kama kioo chini ya mwanga wa pango. Sungura kwa furaha kubwa akachota maji ndani ya ganda la nazi na kukimbia kurudi msituni. Safari ya kurudi ilikuwa ndefu, lakini moyo wake ulikuwa mwepesi. Alipowasili, wanyama walimwona akija akiwa amechoka lakini akitabasamu. Akafungua ganda lake na maji matakatifu yakamwagika ardhini. Mara mawingu mazito yakaja angani, mvua ikaanza kunyesha na msitu wote ukafufuka tena kwa uhai. Simba akamkaribia sungura, macho yake akiwa na heshima na upendo. Leo nimejifunza jambo, akasema kwa sauti tulivu. E, nguvu haina maana bila akili.